Kunasuniwa, kunapendezeshwa kuitangaza ndoa na kuipiga dufu, na wanaopiga dufu ni wanawake. Watapiga dufu, wataimba, kama watamchukua bibi harusi wao wataimba, watafurahi, watoto watacheza pale. Ndio Uislamu kama tunavyofanya sisi Ahlus Sunnah wal Jamaa, na sio kuweka anaashidi za kihizbia na hivi na kuingia kama maholi watu wakajipara wakachukua na moving huko na kila kitu wakiza, watu wakatangazwa katika mitandao huko na kila mahali, huli si katika Uislamu, au dufu zikapigwa na wanaume na mafirimbi, hapo si katika mafunzo ya Uislamu. Sikwambii hayo mengine ya vigodoro na vitu gani sijui ovyo ovyo vyo vyo na ufasi, hayo ni katika mambo yenye kuondosha baraka katika ndoa za watu.